Sasa yule bodaboda sijui yeye akuangalia sheria la nini? Kapita tu anamshikilia, walimwambia kwa sababu na pia napisema tu sisi tulifanya tu binadamu, lakini kule alikuwa na kesi na yeye aliambia polisi, wewe una kesi kwa sababu sheria ilikuwa inakufunga kwa sababu kwa sababu mmemgongea kwenye zebra, kutakiwa sasa tulifanya tu binadamu akuepusha mambo mengi mengi sawa kwa watoto, kitu kingine cha kujifunza, ambao unakumbuka, sawa. Na wewe pia Asha, na watoto wote, hata sisi watu wazima, tukifika pale kwenye zebra, ukumbuke wapo boda boda, wao hawajali mm, hawafanyi, hawajali, wapo wapo boda boda, wao waangalie zebra. Kwa hiyo hata kama gari limesimama, unachungulia tena, eh, kuna boda boda anakuja mm, eh, hata ukishapita ile magari tena unaangalia upande eh, inakuja boda boda kabla hujavuka kwa boda boda wenyewe wakija, wengine waangalii zebra, wanampita. Kuna mwalimu mmoja wa shule moja mjini pale, na yeye alipasuka, kaya kapasuka, meno alipasuka hivi hivi, pale pale pale pale pale, maili moja pale, magari yamesimama. Sasa na yeye anataka aingie zebla, anapiga tu tu, ya kwanza boda akaja, kafike hakukidhi hakujielewa, mpaka mpaka usalini ajielewe Ilikuwa mwezi wa ngapi wa saba? Mwaka ni mwaka huu. Mm -hmm. Alipasuka. Nilimwangalia picha ambayo alipigwa, yaani anatisha. Meno yalikatika. Unaona? Mm -hmm. Boda wenyewe hawajali. Mm -hmm. Hadi leo yeye hajawahi kuingia darasani yule mwalimu. Mm -hmm. Mwalimu mmoja wa, wa serikali hadi leo hajawahi ingia darasani. Mm -hmm. Anauguza nini? Mm -hmm. Anauguza vidonda. Naona anauguza. Mm -hmm. Lakini nini yeye yeah, alikuwa amesimama? gari zimesimama sana sana. Haya, nianze sasa kuvuka, kwa sababu gari zimesimama zinisubiri. Sasa tunaangalia na boda boda hapa, hey, boda boda wapo, kwa sababu boda boda wenyewe waangalize sawa tu. eh eh, yule yule polisi usalama siku alikuja, nakumbuka, na alikuwa yule polisi kwa fundisha mambo ya usalama, nakumbuka. Eh, aliwaambia mambo yale kuvuka, pia nazingatia ili ujitahidi. haya za ajali zingine tuzizuie lakini mm. pia kumtegemea Mungu mm. Okay, naona hakuwa na makao, lakini sio kwamba aliyeumbwa ili asiwe na makao, ila kwa jinsi ya ajira alivyokuwa anajibu vibaya. Mimi kwa kusema hayo, nitaka tu tuliangalie hayo, lakini tuyafanyie kazi kama watoto yatatusaidia katika maisha yetu katika elimu yetu na makuzi yetu kwa ujumla. Mungu awabariki sana, bore sana Mama Asha na Asha mwenyewe. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hilo pia, kwa sababu Mungu amezidi kukuimarisha na utazidi kukua. Naona bado tukikutazama ni kama kua ini sasa jue Mungu alivyowajali ume wili uko vizuri eh, kama ulienda Ulaya eh, unaona. Bwana Mungu akubariki sana asante sana asanteni, nashukuru sana kutokana na eh, muda uliopo